Wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini wamepigia upato w ushirikiano wa afya baina ya Kenya na Marekani, wakisisitiza kuwa kuongezwa kwa msaada wa wanaoishi na virusi hivyo unatoka katika taifa la Marekani. Aidha, wamebaini kuwa ushirikiano huo utasaidia katika upatikanaji wa matibabu na dawa. Kenya ilipokea takriban bilioni 208 kupitia ushirikiano huo is because parliament is the body that is supposed to make decision to put money into health including HIV for a very long time parliament has not done that we have been relying on external support this external support a huge part of it comes from the US government and in February 2025 they communicated what is called a funding freeze, stop work order and there have been disruptions Test, testing has been a problem. Laboratories, CD4, viral load and and monitoring of HIV has been a problem. And even ARVs, second line, third line third have been in jeopardy. Nadhani watu wengi wali, wali, waliona jinsi wa Kenya waliathirika sana mwaka jana mwezi wa Februari, wakati kulikuwa na stop order, wagonjwa walihangaika na hakuna mwanasiasa aliweza kuingililia kutoa msaada wowote. Hivyo basi Tunaomba sana sana sana wanasiasa wakae kando tuweze kusaidika na wagonjwa wetu waweze kupata tiba na matibabu mengine. Si kumeza tu dawa, kuna mambo mengine ambayo yanafaa kuangaliwa. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanasaidia pale kwa facility kusaidia kama kuongelesha mtu mental health, mambo ya familia na mambo mengine, lakini hawa watu wote wako nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ya fund, fund cut. Sasa tunasema ya kwamba yes Serikali iliweza kusaini ya kwamba tuta, tutaenda kwa hiyo G2G government ambayo inakuja kusaidia. So sisi tunaomba ya kwamba wanasiasa ama mtu yoyote awache kupinga hizo juhudi kwa sababu sisi ambayo tuko kwa hicho kwa, kwa kiatu na ambao tunaishi na virusi vya ukimwi tutaendelea kuhangaika na tutapata mate.